Kwanza tactically tunapaswa tuwe vizuri kwa sababu mechi zilizopita ni tofauti kidogo zile mechi kwa tunacheza watu kama wote tuna pressure, lakini sisi tuna uhitaji tunakutana na timu ambayo at least ime relax unajua yenyewe ime relax, maana yake ni kwamba psychologically wao ni kama hawako na cha kupoteza, kwa hiyo comfortably watakuwa, watapenda kucheza. kwaona kwa nature jaketi Tanzania kwa msimu huu, unaona chini ya madiali ni timu ambayo inacheza so, sisi nadhani kiufundi tunapaswa kuwa vizuri yani, kwa maana ya kuona jaketi Tanzania kwa namna jinsi walivyo E, katika mechi za karibuni wamechezaje, taktiki wakoje, na sisi namna ambavyo tunaweza tukawamudu. Lakini tusisahau kwamba sisi pia ni timu ambayo tuna possess. kwa hiyo yote kwa yote, tujaribu kuona kwamba kama kuna gaps ambazo tunaweza kuzipata tuka exploit gaps zile, yeah. ni kitu ambacho tumekifanyia kazi mazoezini mm. lakini yote kwa yote, lazima psychologically tuwe vizuri sa, tuwe sa, vizuri sa. kwa maana kuna kipindi cha pressure ambacho tunajua kwamba tutakuwa nacho, lakini kuna kipindi ambacho sisi tunapaswa tuwanyime mpira, sawa kati na, nafii waandishi wengi walikuwa walikua wakiniuliza hilo mm. swali uh, timu yako haifungi inacheza vizuri inazuia vizuri, lakini haifungi. Nikawaambia kwamba ni, ni kazi ya mwalimu, ni homework kwangu, itafika itafika time eh, itafika time tuta, tutafunga. Kujaribu kuangalia raundi ya kwanza tulivyoanza, ni kweli sisi tulikuwa kufunga inaweza kawa kazi ngumu kufunga, lakini ilikuwa bado tunaweza tuka create eh, lakini swala la ule utashi wa kufunga ilikuwa shida. Lakini raundi ya hizi sasa hivi tunafunga, lakini pia tunaweza tunaweza tukafungwa, yani tunafunga goli, na sisi tunaweza tukafungwa kwa wakati unakorect sehemu moja ukibezi sana bezi nyingine inaweza kuwa kwa. Kama mwalimu, ni jukumu langu kuhakikisha kila department inakuwa vizuri kwenye moment zote, lakini nilisema swala la time. Nafikiri watu wengi wamenielewa sasa, time itafika tutafunga sao. Na time imefika tunafunga sao, sao. I think uh, ni, ni, good motivation kwetu uh, lakini sa, sana tuna, tuna, tuna, tuna, feel image I think ule ni mchezo mwingine, uliisha tuka tuka celebrate kwa muda ule. Basi kama imeisha, tunashukuru Mungu kwamba tulipata nafasi ya ku, ya kusogea sehemu nyingine, lakini kwa sasa I think uh, tuko na focus na na image